Mkurugenzi wa sheria na masuala ya haki za binadamu ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Gaston Shundo Garubindi ametoa taarifa kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii X akisema kwamba nimepokea ujumbe kutoka kwa mtu aliyejitambulisha kuwa kaka yake Lucy Semu Nishayo, akinieleza kukamatwa tena kwa Lucy akiwa mkoani Tanga. Ujumbe wake unasomeka kama ifuatavyo: kiongozi kwema, Lucy Shayo binti Lisu amekamatwa jana na polisi mda wa saa tisa na nusu jioni mkoani Tanga, yupo polisi Central Tanga mjini. Hii kamatakamata haikubaliki. Kuwa mwanachama wa Chadema haiwezi kuwa chanzo cha kamatakamata kamata, kwa kichaka cha polisi eti kupata taarifa za siri. Kukamata watu wa na kukaa nao bila kuwafikisha mahakamani ile sheria ichukue mkondo wake ni kukiuka utawala wa sheria, aliandika hivo Astshundgalubindi. Ifahamika ya kwamba binti Lesu ni moja kati ya watu ambao walikamatwa miezi kadhaa iliyopita akiwa njiani kuelekea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti wa chama hicho, Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini. Lucy Simon Shayo aliweza kuachiliwa na jeshi la polisi, na kwa taarifa zilizopo ni kwamba kuna madai ya kwamba jeshi la polisi linamshikilia mwanachama huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.